Naomba nikufundishe jinsi gani ya kusuka asili locks. Hii nywele bana ni kama jina lake linavyosema asili locks. Ni locks fulani hivi zimekaa, yani ko very natural kabisa. Yani mtu anaweza ka feel like kama ni dread zako. Jelly ambayo natumia upande wa chini wa kusukia ni soft and free. Ni jelly ambayo ni nzuri na inashika vizuri, lakini pia inisaidia hasa kwenye kunyoosha mistari yangu kama hivi ambavyo unaona. Kata vibutu vyako kama hivi ambavyo unaona, alafu baada ya hapo. Nenda kaigawe nywele yako katika sehemu ambazo ni tatu na una uwezo kugawanya kibutu mara tatu ili kukisuka sawa sawa. Ehe. Na mara nyingi huwa nakwambia kwamba kuna nywele ambazo ukishajua kusuka kwa mfano ukajua kusuka nywele ya vibutu kama hivi ambavyo unaona utakuwa una uwezo kusuka nywele nyingine, mfano asili locks, au kusuka mfano linda, kusuka nywele yote ambayo tayari ikitoka kiwandani inakuwa kama imeshasukwa tayari, kwa hiyo wewe, ni kazi yako ni kwenda kuipachika tu. Kwa hiyo tumia njia hii kwa wale ambao unaanza kujifunza kusuka, tumia njia hii kujifunza, ni nywele ambazo ni rahisi lakini pia zitakurahisishia wakati unaendelea kujifunza zile nywele ambazo you feel like, oh, hizi nywele ni ngumu. Kwa hiyo mimi nitatumia njia hii kusuka nywele zingine mbalimbali kama hii ambayo nakuelekeza. Tumia sindano yako ya crochet. Rasta ninayotumia inaitwa Asili Locks. Kama ukiangalia kwenye cover hapa unaiona ni Asili Locks. Zipo ni kutoka Darling Tanzania. Tumia sindano ya crochet kama hivi. Naomba niweke mteja wangu vizuri ili aweze kuona. Alafu nenda kaipachike hivi. Sawa. Vuta nywele yako. Alafu rudi kwenye ncha. Hivi ambavyo unaona. Alafu bana, vuta tena. Usikaze upande wa chini kwa sababu tutarudi kupachika sindano yetu tena tena. Baada ya hapo, chomeka sindano yako kama hivi, vute ile nywele ya mteja. Alafu kisha sasa rudi kwenye nywele ile ya Asili Locks, anzia nyuma kidogo ambapo nywele itakuwa imeishia. Ime, ime Alafu ivute ile nywele ya mteja yote ishilie ndani ya ile nywele ya asili locks. Kwa nywele ya mteja automatically tu haitoonekana, umeona hivi. Kama hujaelewa nitarudia tena namba, nikukumbushe kwamba uh, mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Tunakaribisha sana chuoni kwetu, chochote kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Ada zetu ni kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita kwa wewe ambao unahitaji kujifunza tunakukaribisha sana. Nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Jinsi gani ya kujiunga na sisi, namba za simu ni hizo ambazo unaona katika skrini yako. Kama utakuwa una swali la chochote, niandikie kwenye upande wa comment hapo chini. Kuna wale ambao tayari umeshajifunza kusuka nywele kama hii na unatamani sasa uweze kutuma ile feedback yako, ni rahisi sana, natakiwa kufanya ni bonyeza button iliyoandikwa subscribe hapo upande wa chini, kama bado huja subscribe kwenye hii chaneli yetu, kisha baada ya hapo sasa utatuma screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen yako. Nitakutumia linki, utajiunga kwenye magrupu yetu. Umesoma nywele kama hivi, umeifahamu, umefanya mazoezi, tuma feedback yako, nitakurekebisha sawa sawa. Haya, nitaendelea kuisuka nywele yangu. Mbona jinsi naificha ile nywele huku ndani ya ile nywele yangu ya asili locks hii ni kwa sababu nataka nywele yangu mimi ionekane kama sija sijaipachika. Mtu aone kwamba hizi ni kama dread za mteja wangu sawasawa. Kwa hiyo jinsi gani ya kuificha ile nywele? Kwa mfano ukiangalia nywele ya mteja hii ina bleach, nywele nayosuka mimi ni nyeusi kwayo, kwa hiyo nikisema nywele yangu ndiniache ionekane haitokuwa na mwonekano mzuri. Kwa hiyo tumia njia hii itakusaidia na ni rahisi sana sana. Kama hujaelewa niandikie kwenye comment. Unaohitaji kujiunga na chuo chetu cha urembo na ususi tunawakaribisha sana. Chuo chetu kipo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Sisi tunaposema tunafundisha huwa tuna maanisha mafunzo na huduma tunazotoa sisi ni za uhakika. Karibuni sana sana sana. Namba zetu ni hizo ambazo unaona kwenye skrini. Kwa wale ambao mmemaliza darasa la saba tunawakaribisha. Kwa wale ambao mmemaliza f tunawakaribisha kama upo zako nyumbani, mama wa nyumbani, huwa unachokifanya, umemaliza form 6, unasubiri matokeo kwenda chuo, njoo darasani, njoo jifunze, njoo unufaike na mafundisho yetu. Na uzuri ni kwamba sisi tunaposema tunafundisha huwa tuna maanisha no, bla bla. Jamani, tunafundisha vitu vingi sana, yani vitu vingi sana. Na hata kama hujui chochote, tutakupokea tutakufundisha vizuri kabisa. Kwa hiyo kutoka upande wote wa nyuma nitakwenda kumalizia upande wa mbele, alafu nitakwenda kuonyesha ile ambayo itakuwa ni final touch sawa. Lakini kabla sijaenda mbali, naomba nikwambie kwamba sasa umeamua kuisuka hii nywele, cha kwanza hakikisha kwamba kama unatumia bunda mbili, let's say kwamba rasta zangu ziko 48 na maana vibutu vyangu mimi kichwani viwe 48 na usizidishe zaidi hapo. Haito ya hapo ukizidisha, haitotoshea nywele yako, unajikuta unapata hasara mteja kama ulikubaliana naye bei fulani, unajikuta unaongeza rasta bora ya nyingine kwao. Lazima uwe na mahesabu, nenda na hesabu vizuri, hakikisha kile ambacho unamwambia mteja ndicho kile kile atakutana nacho sawa sawa. Naomba nikukumbushe, mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, tunawakaribisha sana chuoni kwetu. Namba zetu ni hizi ambazo mna kwenye skrini. Tunapokea mwanafunzi hata kama hujui kabisa, zingatia hilo, hata kama huna idea yoyote Tutakupokea sasa, okay. Nitamaliza nywele yangu kama hivi ambavyo unaona, alafu nita nitakwenda kuonyesha ile final touch. Hii nywele unaweza kuibana design tofauti tofauti, unaweza kuiachilia, unaweza kuibana upande wa nyuma, unaweza ukaweka away, ni wewe tu, inategemea ambapo vile unahitaji. Sasa maana nilivyoiachilia, yani kwa asili asili kweli, yani asili asili kweli zipo na rangi nyingi na rangi za tofauti tofauti. Ukiangalia kwenye cover hapa kwenye hii video nilikuwekea ile picha, kwa hiyo unaweza kuibana kama hivi. Yaani ni, ni moja kati ya nywele ambayo ni nzuri sana, lakini pia itakupa muonekano ambao ni mzuri zaidi. Naomba nikukumbushe, endelea kujifunza na sisi, endelea kubaki hapa. Sisi kila siku tutakufundisha kitu kipya. Mimi ni Farida Osman na karibu sana a chuo cha urembo na ususi Farida Beauty Academy. Asante na Hakikisha auondoke bila kugusa batani iliandikwa subscribe. Bye bye.